Jeshi la Polisi mkoa wa Mwanza linatoa taarifa kuhusu tukio la wizi wa mtoto mchanga mwenye umri wa siku moja lililotokea Februari 7 mwaka 2026 majira ya saa kumi jioni huko Buzuruga, wilaya Ilemela jijini Mwanza. Kwamba mnamo tarehe 6 Februari mwaka 2026 majira ya saa kumi na mbili jioni mwanamke aitwaye Nice Ajuna Renatus mwenye miaka 24 mkazi wa mtaa wa Nyasaka Msumbiji alifika katika kituo cha afya Buzuruga kujifungua. Mwanamke huyo alijifungua salama mtoto wa jinsia ya kike na kupewa mapumziko katika chumba namba 4 kwenye zahanati hiyo. Akiwa amepumzika, ndipo alifika mwanamke, jina lake halijafahamika, umri wake unakadiriwa kuwa kati ya miaka 35 hadi 40 na kujitambulisha kuwa ni mke wa mjomba wake na alifika kwa ajili ya kumwona mwanamke huyo. Alitoa huduma mbalimbali ikiwa mbali ni pamoja na kumpatia chai. Ilipofika Februari 7 mwaka 2026 majira ya saa kumi na moja jioni Nice Ajuna Renatus akiwa na kichanga chake cha siku moja aliruhusiwa kutoka hospitali baada ya hali yake kiafya kuwa sawa, na wakati anaondoka hospitalini hapo kuelekea nyumbani ndipo mwanamke aliyejitambulisha kuwa ni mke wa mjomba wake alimwomba amsaidie kubeba mtoto ili waelekee nyumbani. Wakiwa njiani, alimpitisha vichochoroni hadi kwenye nyumba ambayo alidai ni nyumba yake. Alizunguka nyumba akidai anatafuta funguo ili waingie ndani, kisha akatoweka na mtoto kusikojulikana. Mama mzazi wa mtoto huyo alibaki nje ya nyumba hiyo hadi alipoanza kutiliwa wasiwasi na familia ambayo ni wamiliki halali wa nyumba hiyo, ndipo ikabainika kuwa mama huyo alikuwa ameibua mtoto wake mwenye umri wa siku moja, na taarifa kufikishwa kituo cha polisi. Jeshi la Polisi mkoa wa Mwanza liendelea kufanya uchunguzi wa kina kuhusiana na tukio hili ili kubaini chanzo cha tukio hilo na kumkamata mwanamke huyo ambaye amefanya tukio la wizi wa mtoto Aidha, jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Mwanza, hususan akina mama kuchukua tahadhari za kutosha na kuacha tabia za kuamini watu wasiofahamu na kuwakabidhi watoto ili washikilie, badala yake wasaidiwe na watu ndugu, jamaa na marafiki wanaofahamu. Mtu yeyote mwenye taarifa zinazoweza kusaidia kukamatwa kwa mtuhumiwa huyo na kupatikana kwa mtoto asisite kuziwasilisha kitu chochote cha polisi kwa hatua zaidi.